Poa. Apoa, tumekuja hapa kiasi, kuna hii, tunataka kuoji kama maneno mawili matatu, kutuelezee kama wewe ni nani, ile watu wengine pia wanajua, kama mimi niweza kuwa nakujua lakini kuna watu hawakujui, tunataka pia tufahamiane kiasi hasa, sijui kama unaitwa nani. mimi naitwa Faith Thomas. Faith Thomas Thomas, eh, kwa nini jamii hivi? Kwa hiyo kama Faith Thomas, jamii wanakujua kama nani yake huyu brother wetu Mzee Moi? mimi li... ni mdogo wa Mzee Moi. mdogo wa Mzee Moi. Hmm. Sawa, tunashukuru ulikuwa tunataka kuuliza tu stori yake fupi kiasi, kama Keni tunamjua mtaani, si kama wanajamii. Je, akiwa kama mtoto kabla hajaanza kazi yake ya venye tunamfahamu si kama DJ, alikuwa ile akiwa mtoto, je, alikuwa akionyesha kupenda kama mziki kwa kiasi gani huyu? Oh, alipenda mziki toka class seven mpaka akamaliza form 4 akaendelea hivyo hivyo mpaka akafika kwa vibrator. Sawa, tunashukuru. Na ile kama familia ama kama eh, watu wa nyumbani ile alipokuwa na ile interest ya kuwa anataka afanye muziki, mlimchukulia vipi? Yani aliongea na mzee akakubaliwa, hata ilikuwa ni atafutwe mahali kwenda somea u mwenyewe. Al, alisema tayari hataki kazi nyingine, ataka kazi ya DJ. Sawa, oh, sawa. Hiyo, sawa. Eh, na ile labda katika ile vile alikuwa akikuwa kuwa ile amekuwa hadi time yenye amekuja akakuwa maarufu kama hadi sasa watu wakaanza kumuita Mzee Moi. Yeye mlimchukulia ile jina la kuitwa mzee na bado yeye kama ni ni kijana bado? Si hilo jina tulilikubali, kwa sababu hata mzazi wangu tayari wa kike pia naye alikuwa akiitwa Mzee Moi, ndio Mzee Moi ilikuwa kwa kila mmoja kati ya familia yetu. Sawa. Na ile wakati ile akiishi ile, labda kuna vijana wadogo wadogo wa mtaani wenye alikuwa akiwafundisha ile kazi yake, labda kuonyesha kuwa hii kitu inalipa, ama hii kitu pia ni inaweza kusaidia mtu, inaweza mtu wa mtu kutoka hapa paka place nyingine tofauti. Labda kuna vijana baadhi alishawafundisha fundisha hiyo kwa DJ mtaani. Vijana wenye aliwafundisha wako pia, mimi tayari ni mmoja wapo. Na kuna time pia aliniambia, kuna wakati wote mimi nitaenda mbele zake, na nikaenda mbele zake. Nataka ushikane na watu kama vile mimi nashikana nao, na kazi ya DJ sitaki uache. Hata kama utatafuta kazi nyingine, lakini DJ usiache kwa sababu DJ unalipa. Sawa, tunashukuru. Alafu na kitu kingine kama labda saa hivi vile tuseme, kaka yetu atuko naye, labda alikuwa kuna ile malengo yake labda yenye alikuwa anasema, kuna siku akiwa kama mkuu ama ile vile anajua anajulikana, alikuwa na malengo kama gani yenye atafanya kwenye ile tasnia yake ya muziki ya ile ya kuwapa watu burudani hey. Mwenyewe tayari alikuwa amesema nataka kununua saundi, afungue petrol station, pia amiliki na mabike na hata nyumba pia. Hata hiyo nyumba tayari kuna venye alikuwa ameanza kujenga, kuna vyombo viko hapo nyumbani, kuna mabati, kuna miti, kuna fito, kila kitu alikuwa amenunua. Sawa, tunashukuru. Alafu ndio kwa sasa hivi leo wewe ni kama kaka yake, si ndio? Tuseme eh, sasa wakati saa hii vile mwenzetu wametangulia mbele zake, labda ukipewa nafasi kuongeana kama jamii, ama wale wafansi zake wenye walikuwa kiwapa burudani ama madiji wenzake, labda unaweza waambia kitu gani? Yani kitu yenye naweza waambia mimi ni ku, ni maintain ni kwa sababu kifakeni tayari kuna mambo mengi, yani yanatokelezea masimu ni mengi lakini, kitu, yani kuna hata watu wenye wanabevu kwa mtaa alikuwa anataka kwa kuenda zushia watu wa wenyewe. Sasa mimi nikaketi nao nikaonyesha check hii ni kitu hapo watu fanye china maji ili tujue mwanzo wa mwanzo mpaka mwisho, mpaka tujue venye ili hapa ni mpaka Mzee Moi akaenda mbele zake. Sawa sawa, tunashukuru kuwa nayo kwa wakati huo tukiwa na nini, na kitu kingine eye tunaweza kaa tukaongea, tutakutafuta tuongee nao tujizidi kuwa pamoja Tunajua Ken alikuwa ni mtu wetu, si wanajamii pia alikuwa ni fans yake. Tunajua burudani alikuwa akipeana kwa wanajamii na, na tunamwelewa alikuwa yuko sawa. Alikuwa akipenda mziki pia wa watu wa mitaani, tulikuwa tuna sapoti yake, akichezesha nyimbo za wasanii wa huku kwetu, tukakubali. Alikuwa anapenda vitu vya tamaduni, hata tunataka kuuliza labda kwenye ni akiwa nyumbani, vile alikuwa akipenda ile zile nyimbo za old school hizo, pia nyumbani alikuwa akichezesha nyimbo kama hizo, ama kuna hizo zilikuwa ni za watu tu burudani? alafu kuna zenye alikuwa akipenda nyumbani huyo, nyimbo zenye alikuwa akicheza muziki ndio nyimbo zenye alikuwa akisikiliza hapo nyumbani? Na kuna watu wengi sana wasanii kwenye Kenya alienda mbele za haki, sasa pia wanalaumu wanasema, kazi zao zimeenda chini, zitaenda chini, yani kumaanisha, yani watapotea kwa kwa sababu walikuwa wanasema wanatrend kwa sababu wa wana ya Ken mangoma hii ana, sioni kama kuna DJ anaweza kwa tena nyimbo za wasanii kina KO hao au, au madogo watu walikuwa wanatrendishwa akisauni wot sasa. Alafu labda unaweza kutuambia kama kuna nyimbo kadhaa manyimbo yake hizo nyimbo zaudi skuli alikuwa kipenda sana nyimbo ya huku kwetu kwetu hizi za wasanii wa huko ama hata za tamaduni yenye alikuwa akipenda sana, kama favorite song yake. Nyimbo zenye alikuwa nyimbo akipenda sana u ni hizi pop ndio alikuwa nyimbo, nyimbo zake sana, sana sana za kusikiliza, kama mekete mwenyewe. Sawa, tunashukuru tunashukuru, tunashukuru. Pia mimi nashukuru.